Ujambo, wapo ulipo mtazamaji wa Pauli, wa Peku Peku TV. Kwa mara nyingine wali gani, inatumai ushwari. Karibu, mimi ni Emmanuel. Leo tunaangazia baadhi ya marais kutoka Afrika Mashariki wanaopata ulinzi wa juu sana. Kwenye nafasi ya tano unashikilia mama Samia Suluhu Hassan kutoka taifa la Tanzania. Rais Samia ana msafara uliojumuisha magari ya kifahari yenye pikipiki nyingi na ulinzi wa karibu kwa shughuli zake. Ulinzi wake ni wa kisasa na umeimarishwa ili kuhakikisha usalama wake na wa viongozi wa taifa. Wanne ni Salva Kiir Mayardit kutoka Sudan Kusini kwani analindwa kwa umakini kutokana na changamoto nyingi za kisiasa na kiusalama zinazokabili nchi yake. Usafiri wake unahusisha magari ya kijeshi yenye silaha nzito nzito na walinzi waliofunzwa kwa dharura zozote. Nafasi ya tatu ni Yoweri Museveni kutoka Uganda. Kwa muda mrefu akiwa madarakani, Rais Museveni anaonekana kupata ulinzi mkali kutokana na changamoto za kiusalama zinazotokana na hali ya kisiasa ya nchi. Msafara wake una magari yenye silaha pamoja na walinzi waaminifu wanaomzunguka popote. Pili ni Paul Kagame kutoka Rwanda. Rais Kagame analindwa na msafara wenye magari ya kifahari na pikipiki piki nyingi ikijumuisha magari ya silaha nzito. Ulinzi wake unaendeshwa na maafisa waliofunzwa maalum, kutokana na historia ya nchi na jukumu lake katika kuleta amani baada ya mauaji ya kimbari. Kisha, anayeshikilia nafasi ya kwanza ni William Ruto kutoka Kenya ambaye alichukua madaraka mwaka wa 2022. Ana msafara wenye magari zaidi ya 15 yakiwa na SUV za kisasa pamoja na pikipiki za kuandamana. Ana ulinzi mkali kuanzia anapoingia hadi anapotoka kwenye gari lake la kifahari na lenye silaha. Viongozi hawa wanalindwa kwa vifaa vya kisasa na walinzi wenye mafunzo maalum kutokana na majukumu yao muhimu na mazingira ya kiusalama katika nchi zao. Ni hayo tu kwa sasa. Kwaheri, kumbuka kubonyeza hicho kitufe cha subscribe.